Chanzo cha Matumaini, mkoa wa Manyara leo. CHAMATA mkoa wa Manyara leo tarehe 15 Juni 2025. Ilikuwa ni siku ya kinababa ambayo taasisi yetu iliamua kuifanya hapo mamlaka mji mdogo Mirerani yenye kauli mbiu ya inayosema alipo mama aliyefanikiwa yupo baba aliyesimama kwenye nafasi yake. Tunashukuru kwamba taasisi yetu imeweza kuwakusanya watu vizuri na tukafikisha ujumbe. Madiwani wamepata nafasi ya kueleza kazi zilizofanywa pamoja na utekelezaji wa serikali ya awamu ya sita. Zaidi sana, tumetumia jukwaa hili kuhakikisha na kuwaomba e, wananchi wanajitokeza Oktoba 25 kushiriki uchaguzi na zaidi kuhakikisha kwamba Mheshimiwa rais anapata eh, kura za kishindo na serikali ya awamu ya sita mama, mama Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kushika dola. Jina langu naitwa Fatima Muhamedi Kifunta, ni mratibu kanda ya kaskazini taasisi ya chanzo cha matumaini Tanzania, CHAMATA. Taasisi hii najishughulisha na shughuli za kumsemea mama katika miradi aliyoifanya, na leo ilikuwa siku ya maadhimisho ya kina baba duniani. Tumeadhimisha siku hii katika mkoa wa Manyara ndani ya mji mdogo wa Mirerani, ndipo ile Simanjiro. Siku hii tumeitumia vizuri kwa kauli mbiu ya kusema alipo mama aliyefanikiwa yupo baba aliyesimama katika nafasi yake. Kwa nini tumetumia kauli mbiu hiyo? Tumeitumia kwa sababu tumeona mama Samia Suluhu Hassan amesimama asatu na yuko baba nyuma yake aliyefanikisha mama Samia kusimama. Ndivyo tunapoona uongozi wake ulipo bora ulipo tukuka. Sana sana tunamuona kwenye uadilifu, uzalendo, na tukimwona kwamba ni mzalendo namba moja katika nchi hii kupitia kazi alizozifanya kwa kumsaidia sana mtanzania katika kupata maisha bora kwa kila Mtanzania. Mimi niseme tu kwa kifupi kwamba serikali hii ya awamu ya sita kazi nyingi nzuri za kupendeza chini ya Dokta Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi, kwa siku ya leo ya kuadhimisha maadhimisho ya siku ya kina baba duniani, tumesema tujitokeze na kina baba wajitokeze kuonyesha kwamba wanamuunga rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mikono, na tunasema kwa kauli mbiu hiyo, Samia mitano tena, wote sisi ni mashuhuda kwamba wanajua kutetea, kuwatetea wananchi wakubwa hapa kwetu kwa hiyo ni vizuri tukawa tuna appreciate mtu akifanya kitu kizuri tumpongeze, kwa sababu hatujui hapo mbele. Lakini kwa sasa majiwani wametufanyia kazi nzuri na tunawapongeza, ya na wote tunajua walikuwa walikua pamoja na serikali yake, Mheshimiwa mkuu wa Wilaya. Na mengine hapa nayaona yananusu hata mimi, ambayo naweza kuyafanya kwa nafasi yangu kama afisa tarafa. mfano wameomba wao wanapata majukwaa ya kuweza kuwapa watu elimu, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wanataka na wenyewe CHAMATA, kama CHAMATA muwe mnakuja mnatoa elimu ya kupiga kura. Mimi kwa hilo nafikiri hilo wala halina shida, ngazi yetu sisi kwenye tarafa, tukiwa tunafanya kampeni zetu tukiwa na waheshimiwa madiwani, mtapata nafasi. Mtatoa elimu. Mtatoa elimu nzuri ili watu waweze kupiga kura na najua tusipopiga kura hatuwezi kupata viongozi ambao no tunawataka sisi wote ni mashahidi ili uweze kumchagua kiongozi ambaye anaweza ukakaa nyumbani na ukasema huyu ni kiongozi wangu lazima upige kura na hawezi kupiga kura mpaka uwe umejiandaa kupiga kura unajiandaa vipi lazima pia mjitokeze kwenye kampeni lazima mjitokeze wakati tunawapa elimu ya mpiga kura ili muweze kujua pia tarehe ya kupiga kura na kila kitu kinachohusu kura lakini ndugu zangu mie niwaambie, tunasikia sana kwenye vyombo vya habari vinavyomchafua Mheshimiwa Rais wetu Dokta Samia Suluhu Hassan. Sisi tuwe mabalozi wote, tunaona kazi alizofanya mheshimiwa rais. Tusikubali tukaona watu wanaendelea kutukana kwenye mitandao. Sisi mwale, Mina, malozi, kwenye, Basis, kwa nafasi zetu kila mmoja alipo, mi naamini hata balozi bado ana nafasi kubwa ya kuongea kuhusu Dokta Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo pale ulipo basi, usikubali ukasikie kwamba mama anasema kibali Mama Mama Samia. Mitano tena. Tena. Mama Samia. Tena. Hapa nilisikia tunasema sisi Manyara, Oktoba Oktoba, tunatiki. Hebu nione na watu ambao tutatiki. <todicum> <todicum> Samia. Mitano tena. Na nimeomba radhi ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini pia nimeomba radhi mkurugenzi wetu wa mamlaka midogo teo alitaka kuwa hapa lakini, leo nyinyi ni mashahidi tuna ugeni mkubwa Mirerani. Kwa hiyo tumejawana, mimi nimekuja huku naye amekwenda kule, msione ya madharau, tuko pamoja. Jamhuri ya muungano wa Tanzania, Jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tanzania, nakuta watu wanasema sisi CHAMATA, lakini hujawaona viongozi wa CCM pembeni yao, basi hiyo sio CHAMATA. Kwa hiyo mimi nimefanikika sana ni mara ya kwanza na kuja Manyara, lakini nimefurahika sana kuona wako viongozi wa serikali hapo wamebariki jambo hili wetu wako... pia ni wapongeze sana nyinyi kwa kuacha shughuli zenu na kuja kushiriki jambo hili. Mmeonyesha mapenzi ya dhati kwa taasisi, kwa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Mikoani wametoka mjini kule wanapita huku mikoani, wanawapotosha, wanawaambia kwamba no reforms no election. Sasa wale ni wababaishaji na ni watu na ni watu ambao hawatakii mema taifa letu. Wakati rais wetu anaingia madarakani, vyama vya upinzani vyote alivita, walikaa nao, yani wenye viti pamoja na makatibu. Nafikiri hata nyinyi mliona, waliitwa Ikulu mara ya kwanza, walikaa Magogoro Dar es Salaam, mara ya pili walikaa Chamwino miongoni mwa reforms ambazo walikuwa wanataka walipeleka pale mapendekezo ishirini na tisa, lakini kwa ukubwa na upendo wa rais wetu, kati ya zile ishirini na tisa ametekeleza ishirini na nane. Nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? Kuna wengine walikimbia nchi kabisa, walikimbia nchi na familia zao kamitana. Tanzania walikuwa hawataki mpaka wakachukua uraia wa nchi za kigeni, lakini baada ya mama kuingia akawaita wakakaa, na leo wako Tanzania. Mama Samia oye, oye! Lakini kwa maslahi binafsi na kupitia migongo au manufaa ya watu wa nje, anataka kutuaribia amani yetu kwa kutuambia kwamba Oktoba tusishiriki uchaguzi. Naomba watu hao wakipita tuwapuuze. Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kipindi kwa kipindi ambacho ametuongoza ame ameingia kwenye historia ya kuwa rais wa kwanza mwanamke kwenye taifa letu. Pia ameingia kwenye historia ya kuwa rais wa kwanza ambaye amefanya kazi kuliko rais yoyote kwenye nchi. Mama Samia, wewe